Sijawahi kufanya kongamano la wakinamama ila nimeshawahi kufanya kongamano la la jumla, e, lakini sasa mwezi wa tatu nilipewa taarifa kwamba mimi ni mhubiri ninayefuatiliwa zaidi na wanaume kuliko wanawake. Sisemi kwamba ni mhubiri mi peke yangu a, nimesema katika wahubiri Tanzania na mimi pia ni mmojawapo ya muhubiri ninayefuatiliwa na wanaume sana kuliko wanawake. Sasa nikaona kuna haja ya kuandalia kongamano, tukusanyike, wanaume tuongee mambo ya msingi yanayotuhusu sisi wanaume Yes. uh, mimi sitakiwi kuwatoa kwenye michezo kwa sababu mimi IPM siamini kama michezo ni dhambi kwa, kwa imani yangu kwa akili yangu, kwa uwezo nilionao wa kufikiri na kuwaza, siamini kama michezo ni dhambi kwa sababu hata maandiko anasema, mazoezi ya mwili yafaa. Neno la Mungu likae kwa wingi mioyoni mwenu. E, hata mimi sipendi kitambi, kwa hiyo kuna wakati nikiwa majukumu yamepungua, naingia gym kidogo, napiga try, napiga bai, au sio bwana? E, ukikaa vibaya unakula ya uso, au sio bwana? E, lakini pia mazoezi yanakufanya kuwa active na kadhalika, kwa hiyo hatuwakusanyi wanaume kuwaambia wasiyapende mazo wasipende michezo wana, wana ruksa ya kuf, ya kufatilia michezo lakini pia Mungu, kwa sababu Mungu ndio kila kitu. Kwa hiyo hatuwaambii watu wamrejee Mungu waache michezo, hapana. Mchezo ni ajira, sunaona kuna akina Samata bwana, ndio sidio, e, wamepata ajira, wameajiri watu wengine, wanafanya michezo e, na kadhalika. Kwa hiyo mchezo sio dhambi, na tunatamani tuna, tuna, tuna tu na wanamichezo wengi zaidi katika taifa letu. Unapokuwa kiongozi wa dini, unaongoza watu wote, na unapokuwa kiongozi wa dini katika taifa unakuwa hauko peke yako, mnakuwa viongozi wengi wa dini na kila mmoja ana, ana nafasi yake katika kufikisha jambo katika jamii, lakini pia kila mmoja ana uelewa wake katika kufikisha jambo katika jamii, na wakati mwingine unaweza ukaona kuna ulazima wa kuliongea jambo kama alijazungumzwa, lakini wakati mwingine pia hakuna ulazima wa kuliongea jambo ambalo huenda limeshazungumzwa, kwa sababu siamini kwamba serikali ni kiziwi. Serikali iko macho, ulipo tupo. Eh, kwa hiyo hawezi kuzungumza mchungaji fulani, akazungumza padri fulani, akazungumza kiongozi wa kanisa labda la Lutherani, akazungumza nabii, akazungumza mtume, akazungumza shehe, wote wasio wamesikika. Kwa hiyo wakati mwingine una yale yaliyosemwa, basi tunaangalia yaweze kufanyiwa kazi kwa yale yanayolalamikiwa, na yale ambayo tunaona yamefanyiwa kazi, tunamshukuru Mungu kwa sababu ndivyo ambavyo tunakwenda lakini ikifikia hatua likitokea jambo wote tuweze kuongea e, inakuwa sasa ni kuleta taharuki katika taifa, kwa sababu yako mambo mengi ya msingi ya kuzungumza. Hayo ndio maoni yangu mimi kama prophet IPM. Mimi sina nidhamu ya uoga, yaani kitu kinaitwa uoga mimi sina kabisa, lakini haina maana kwamba ukiwa na ujasiri basi ukikaa kimya umeogopa. Hapana. Lakini pia haina maana kwamba ujasiri ni kuongea mambo ya kashfa. Unajua, dunia ya leo ukiwa na upendo unaonekana mnafiki, na ukiwasifia unaowapenda unaonekana chawa. Kwa hiyo jasiri ni yule anayeweza kutukana? Jasiri ni yule anayeweza kubeza? Hapana. Mimi nimeshawahi kuzungumza na video ikamfikia Mheshimiwa Rais nikimhitaji walipwe wastaafu wa jeshi la polisi la Tanzania, na ikamfikia yako mambo mengi ya kuzungumza Oyo, kwa hiyo ukikaa kimya haina maana kwamba huwezi kuongea, lakini unaongea nini? Unajua kila mwanadamu anaongozwa kwa vitu viwili, kwa sheria na kanuni. Kwa kuna sheria za kanuni za kiongozi. Unapokuja mbele ya jamii unaita presi kama hivi, jamii na kusikiliza unachokiongea, na haitegemei kuona unaongea vitu vya ajabu katika jamii, kwa sababu ukivuka mipaka ya kazi yako. IGP Simon Sirro aliwahi kusema wakati fulani, watu wanaijua mipaka ya kazi yako. Ukivuka mipaka ya kazi yako, watu watajua umevuka mipaka ya kazi yako kwa sababu jamii inajua mipaka ya kazi yako, watakushangaa. Kwa hiyo haina maana kwamba ukikaa kimya mwoga, hapana. Lakini unaongea nini katika jamii? Unachokifikisha ni nini? Unafikisha kwa ajili ya kujenga au unafikisha kwa ajili ya kubomoa? Kwa sababu mimi siwezi kuwa kwenye kundi la watu wenye kutaka kubomoa, mimi lazima nisimame katika kundi la kutaka kujenga. Kwa kama jambo limetokea kama hilo unalolizungumza la kiongozi mwenzangu wa dini, tunamshukuru Mungu, mwanasheria yupo, amelizungumza vizuri. Sasa mimi nikitoka nikaanza kuzungumza kwa niaba, hali ya kuwa kuna mwanasheria, unakuwa kimbelembele, wala sio sio uzalendo, wala sio upendo. Tuache mwanasheria azungumze atolee majibu, na nashukuru Mungu amezungumza, sivyo bwana, ametolea majibu na tuna tu, tunategemea kwamba Jumapili service itafanyika.